Kwa njia ambayo inazidi kuwa nzuri tena sana, unajua. E, kama basi leo ni siku ya Jumatatu e, tuweze kupata mchezo wetu wa kuigiza. Na mchezo wetu wa kuigiza, kuigiza asubuhi ya leo msikilizaji, unazungumzia kuhusiana na dhuluma ya yaya. Mm, sasa unajua kuna yaya wanadhulumiwa sana sometimes e, na basi mchezo wetu wa kuigiza asubuhi ya leo tutakuwa tunakufahamisha mengi zaidi e, jinsi e, ambavyo mambo haya yanavyozidi kusonga hapa ndani ya Mtaani Radio, Sauti ya Mtaa. Najua utakuwa unajifunza mengi sana hapa ndani ya Sauti ya Mtaa. Sijeka staja, wanadamu, leo kisha wanadamu walokupenda leo kisha watakudharau. Siku za karamu, wanadamu walokutenda watakufahamu. Dunia hii ina mambo mazito ambayo mara nyingi hutuweka katika hali ya sintofahamu ni vyema kumakinika na kufanya uamuzi wa busara katika hali yoyote ya maisha inayokupa changamoto. Usibebwe na hisia bali tafuta ushauri nasaha ili uweze kukabiliana na hali hizo. Mpenzi msikilizaji, tunakukaribisha katika misururu ya michezo yetu ambayo inaelimisha, inaburudisha na kusisimua mawazo. Karibu kwa mchezo wetu uitwao Dhuluma za Yaya. Mke wangu, naona kazi za nyumbani zinakulemea na hata kumlea huyu mtoto wetu, nakuwa ni mtihani kwako? Ni kweli mume wangu, kumbuka niko karibu kurejea kazini, sijui itakuwaje. Naonelea tumtafute msichana wa kazi ili akusaidia majukumu ya nyumbani na pia kumlea huyu binti yetu. Ah, itabidi tumtafute huko mashambani kwa maana hawa wa mjini tayari wanataka mshahara mkubwa ilhali kazi hawafanyi ipasavyo. Majukumu basi ya kumtafuta huyo yaya anakuachia wewe. Tena tafuta kutoka kwenu ili mambo yawe rahisi. Ni sawa mume wangu, tayari na msichana mawazoni, yuaitwa Zena. Alimaliza shule juzi na familia yao ilikosa hela ya kumpeleka koleji, huenda akawa msaada kwetu. Wacha nitawapigia wazazi wake simu ili niwaulize. Sawa, mke wangu, mamlaka yote nakuacha wewe yo kwa swala hili. Zena? Abe mama, njoni kutume sokoni. Naja mama. Shikamo baba. Mraba. Haya basi, chukua hizi hela uelekee sokoni uniletee viungo vya pilao, nyanya na vitunguu, kisha uoshe vyombo tulivyovitumia jana usiku. Naam mama. Msichana um, akaana adabu kweli na ana maadili mazuri <laughs> najua jamii yake ni watu wenye heshima na bidii. Tuombe awe msaada kwa binti yetu Tasha tutakaporejea kazini. Uh, si kazi urejea Jumatatu ijayo ndiyo? Natumaini mwana wetu atakuwa mikononi salama. Tasha sasa yuko miaka minne, anahitaji dada mkomavu, sio kama wale wa awali ambao walikuwa washughulikii au mshughulikii pasavyo. <laughs> Hapo ni kweli Zena, nimekuachia kila kitu, mpaka hela za kutumia mchana wa leo mezani. Sisi twawahi kuenda kazini, mshughulikie vizuri tasha, eh? Abe mama, ntafanya hivyo. Ah, huenda nikachelewa kidogo Hakikisha amekula vizuri na ameoga kabla hajalala. Yani yeye na mumewe wakatafute na mimi nifanye kazi ya kuwalea watoto hapa, hm. Wachana mimi nipumzike nikisikiza mziki, kwani kuna nini? Shangazi, shangazi nataka maziwa. Shangazi nataka maziwa. Hm, kwani na mimi ni kampuni ya maziwa? Nyamaza na ulale, au nikutandike? Kutandike sahii! Huyo amedekezwa yani, mimi nitamnyorosha mpaka ashike adabu. Nimesusu? jisichana lizima linajisusulia! Nimekuonya mara ngapi wewe kwamba usijaribu kuifanya kitu kama hicho, hujui eh? Kwenda chooni mjinga wewe, macho sijui kama nini nyoo, mwone nyo hebu dhubutu, nikusikie tena ukisema hivyo tena, ukimwambia mama yako nitakuchuna na ni, ku, ni kutoe ngozi hiyo! Jamani, siku hizi Tasha amekuwa mnyamavu sana, hana furaha kama zamani, kisha ana uoga mwingi sana. Nikimtuma kwa Zina, kweli ni salama? Mbona ninahisi jambo la kukoseka mahali, wanawake na hisia. Jamani wewe, wasahau binti wanaendelea kukua, ndio aliya watoto wakiendelea kukua, sio la kushangaza kwa tabia yake. Tena Zena anaonekana kumtunza vizuri, ana makelele kama wale wa zamani. Zena! Abe mama. Ah, Tasha ameshindaje mchana wa leo? Ameshinda vyema tu, nilimpikia na kumshughulikia kama kawaida tu Mbona namwona amenywea sana siku hizi na tena si mchangamfu? Ah, ni vile ameshinda akicheza kutwa nzima, labda ni uchovu tu. Haya, tayarisha chakula cha usiku, chukua hela kanunua unga, chapati na pojo. Leo natamani pojo za nazi na chapati. Na mbona wamshukuru Zena na malezi ya binti yetu? Uenda kihawa shauki yako ikawa makosa. Unajua kumdadisi mtu bila ushahidi kwaweza kumvunja moyo wa kufanya kazi. Nadhani Zena ni msena mzuri Hayo ni mashaka yako tu na yana msingi japo. Hmm, sina ushahidi kamili, lakini ndani ya moyo wangu nina dukuduku na hisia zangu hazijawahi kunidanganya. Wanawake eh, nyinyi ni viumbe ajabu sana. Kila kitu hisia tu. Haya basi, natuone. Mbona kila siku lazima nisikie mtoto wa jirani akipiga nduru? Kwani ni mgonjwa ama wenyewe hawajui? Ah, pia Uh, uh, uh. Sikia, sikia uh. Uh. Uh, si jirani ataanza kusema twaingilie mambo yake ya nyumbani huyo. Uh, uh, mtoto analia kwa uchungu sana. Tafadhali tuende tukamwangalie. Hodi, hodi. Hapa wenyewe mpo? Ni nani mwenzangu? Mimi ni jirani wenu, nyumba ya tatu kutoka hapa. Subiri kidogo, naja kufungua. Hebu nyamaza. Hebu nyamaza na ufute machozi. Nisione ukizungumza lolote unasikia? Wacha nimfungulie huyo jirani. Kwema jirani? Ah, kwema tu. Sio kawaida yangu kumtembelea mwenzangu kama hayuko. Lakini nasikia mayo ya Tasha. Ah, nikaona niwajulie hali. Ah, ameanguka tu ndio alikuwa analia kwa uchungu. Kuanguka? Eh. Njoo mama nikubebe kidogo pole. Hana neno sasa shanyamaza. Mbona ngozi yake yaonekana kuchanika hivi? Ah, mwanangu, utapoa, sawa Tasha? Sasa wacha ni waache mwangalie mtoto vizuri. Unajua umri huu ni wa mchezo sana. Haya jirani. Ah, rehema za masiku Hatuna neno, tumepezana siku nyingi sana. <tume> ni kweli ninayotaka kukueleza yanamhusu msichana wako wa kazi. Ah, msichana wangu wa kazi? Haya, niambie kulikoni. Kwa kweli ni ya kusikitisha jinsi msichana huyu anavyomtesa mwanao kila mara. Sisi husikia mayowe kutoka kwa binti yako akimrai kwa uchungu asimpige hata. Hapa nina mkanda niliyorekodi kwa simu akimtesa sana binti hiyo. Niliona nikujulishe ili usiseme kwa nini hatukusema haya. <coughs> <coughs> karibia karibia hapa ha? Tazama tazama jinsi anamvuruta chini kisha kumtandika makonde. <coughs> Hivi ndivyo binti yangu, jamani, <coughs> hivi ndivyo binti yangu anateseka ndio, <coughs> kwa maana siku hizi amenyamaza sana. <coughs> Aa, naomba hivi Usiende na masimbi, huenda akatoroka. Ila nakushauri kwamba ujifanye kana kwamba mambo yote yako shwari. Kesho wewe jifanye umeelekeza kazini, kisha urejee ghafla. Hapo ndipo utamfumania akifanya udhalimu wake. Mume wangu, leo nimejionea jinsi Zena alivyokuwa mkatili kwa binti yetu, yani hata siamini macho yangu na vile alivyokuwa akizungumza kwa upole na unyenyekevu Wacha huyo mweu auze huko gerezani. Mpenzi msikilizaji, tumefika mwisho wa igizo letu la leo. Je, ingekuwa ni wewe, ungefanyaje? Asante kwa kujumuika nasi. Kwa mawasiliano zaidi, maoni ama maswali, wasiliana nasi kwa nambari 07681984 tano tatu. Nambari sufuri saba sita nane moja tisa nane nne tano tatu kila siku ya wiki ndani ya huu umekuwa mchezo wa kuigiza hapa ndani ya 99.9, msururu wa mchezo wa kuigiza wa redio ambao umekuwa ukipokea kila siku ya Jumatatu eh, kwenye kipindi Amka na Mtaa. Usikose marudio ya kipindi hicho, ndugu mpenzi msaji wangu. Saa ngapi bwana Wansongo? Majira ya saa moja dakika kumi na tano. Eh, jioni eh, yes yes, eh, saa moja dakika kumi na tano jioni kabisa, usikose.